Kwa ni kazi kubwa kutoa elimu kwa wananchi kujua nini maana ya uwekezaji. Kwa hiyo mpaka tumefika leo hii, kuna kazi kubwa sana imefanyika kama viongozi kuwashawishi na kuelimisha jamii kwamba jamani, tuchimbe turuhusu kampuni ifanye kazi, hii ni kwa manufaa yetu. Na sasa nafikiri matokeo tumeyaona. Kiwanda hiki kwa sasa kina uwezo wa kuchenjua takriban tani elfu thelathini na moja na mia mbili ya mashapo ya shaba kwa mwezi, ambapo tani elfu ishirini na saba mia mbili zinatokana katika mgodi wetu na tani elfu nne zinanunuliwa kutoka kwa wachimbaji wadogo wadogo nchini. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuunga mkono juhudi za serikali na kuwezesha wachimbaji wadogo kwa kuwapatia soko la uhakika la madini ya metali, yani base metal. Swala so, la madini ni msisitizo wa serikali yetu, kwamba tutachimba kwa namna ambayo haitaharibu mazingira kwa wananchi waliopo kwenye maeneo hayo. Lakini hatukatazwa wajasiriamali wadogo wadogo kujitafutia, lakini tunapompata mchimbaji mkubwa, kwanza, atuhakikishia na uwezo; mbili, atuhakikishia kwamba atakwenda kuprocess angalau kwa asilimia tisini ndani ya nchi; tatu, kwamba atakubali kuajiri wenyeji kwa kiasi zaidi ya asilimia tisini ukiondoa wataalamu, lakini nne, kukubaliana na masharti ya kulipa mrahaba na ushuru kwenye halmashauri mgodi ulipo. Leo tuna mgodi huu, tunakabiliwa na changamoto moja kubwa sana ya watoto wadogo wenye umri wa kwenda shule ya msingi na sekondari wanaacha shule kuja mgodini. Naomba sana simamieni watoto wetu wasiende migodini. Weye wakiwa na umri wa kwenda shule, wao ni kusoma na kula na kulala, wanakulelewa vizuri mgodini huku, mpaka ufike umri, baada ya kumaliza shule ndio utakuja. Kwa sasa tunahitaji kuwatunza watoto wetu wasiingie kwenye majaribu ambayo si umri wao. Fursa kwa sababu imejitokeza vijana wapate ajira ili kuondokana na makundi mabaya mabaya ya uvutaji wa bangi, ubakaji. Kipekee sisi tunashukuru sana kuanzishwa kwa kiwanda hiki kwa ajili ya kuchakata eh, madini ya shaba. Sisi tunaamini kwamba tutapata kodi za kutosha, lakini tutapata ajira, lakini taifa letu litaendelea. Kipindi hiki tutakuja wengi kuja kuomba ridhaa, vyama vingi vitakuja kuomba ridhaa. Mimi nasema mwende mkasikie, lakini muwe makini na yanayozungumzwa, mtathmini, mtafakari kama haya yanayozungumzwa yataendelea kuwafanya Chunya kubaki kwenye amani na utulivu, kwa sababu mbinu za kutafuta uongozi ziko nyingi. Mbinu za wagombea wanaotaka vyeo, wanatumia mbinu mbalimbali, maneno mbalimbali, ili kukushawishi uwapigie kura. Naomba mtumie nafasi yenu kutafakari kutathimini maneno hayo kama ni maneno endelevu na yatakayofanya nchi hii kuwa ya amani na utulivu. Tanzania imejengwa vizuri na baba wa taifa na marais wote waliotafuata wameijenga nchi hii kwenye amani na utulivu. Tusikubali leo Tanzania kwa kumkubali mtu ambaye anakuja kutuhamasisha maneno ambayo tutakuja kupigana wenyewe, tutakuja kutozana wenyewe, tutapoteza amani tukatafuta mahali pa kukimbilia. Watanzania, hatuna mahali pa kukimbilia. Nchi zote huko zimeharibika, zimechafuka, wanakimbilia Tanzania. Sisi tutakuwa wageni wa nani? Ili kipindi hicho kuelekea kwenye uchaguzi na haya yanayojitokeza, na kampeni mbalimbali zitakapokuja, ni ndeni mkasikilize, lakini kuhakikisha kwamba mnachagua maneno yatakayowaletea faida kwenye maisha yenu ya kila siku na shughuli zenu. Baada ya kusema haya maneno, ninaamini wote mtajitokeza na mtakwenda kupiga kura. Wakati mtakapofika, tume ya uchaguzi itatuelekeza Samia. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Samia.